Wanafunzi, wanafunzi, msiwaumize wazazi wenu. Wanafunzi wote wa shule ya msingi, wanafunzi wa sekondari, msiwaumize wazazi wenu. Wanatumia nguvu kubwa sana kuwasomesha, wanatumia nguvu kubwa sana kutafuta mahitaji yenu. Wanajinyima ili nyinyi mpate vifaa vya shule, wanajinyima ili nyinyi mpate mahitaji ya shule, wakitegemea kuwa mkipata elimu nzuri itakuwa ni ufunguo mzuri kwenye maisha yenu, itafanya muijue dunia na mweze kuangalia fursa zilizopo ili mweze kuboresha maisha yenu. Sasa nyinyi badala ya kwenda shuleni kusoma, mkienda kule, mnaenda kucheza na mnaenda kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo. Matokeo yake mnaishia njiani, matokeo yake mnapata matokeo mabaya katika mitihani, mnapata alama mbaya, mnapata performance ya chini sana, kitu ambacho kinawapunguza nguvu sana wazazi wenu na kinawavunja moyo. Pesa sio kitu rahisi, wazazi wenu sio kwa wana pesa nyingi sana zilizozidi, hapana, wana pesa chache ambazo zina zingefaa kufanya mambo mengine mengi makubwa ya kuboresha maisha zaidi. Hata wenyewe wanapenda pia kupata vitu vizuri, wanapenda kuishi vizuri, wanapenda kula vizuri na kuvaa vizuri, wanapenda wapate usafiri mzuri, wanapenda waiboreshe nyumba yao iwe nzuri zaidi, lakini wameacha hayo mambo yote ili kuwatengenezea nyinyi mazingira mazuri, ili nyinyi msome, wanalipa ada, wananua vifaa ili nyinyi msome vizuri. Matokeo yenu, mnaenda kucheza huko shuleni, mnatoroka kwenye vipindi, hamuhudhurii vizuri, hamsikilizi, hamuandiki, walimu mmekuwa na tabia mbaya, viburi huko shuleni ni jeuli, hamshikiki. Mnaanza mahusiano ya ovyo ovyo wakati kwenye umri mdogo, matokeo yake watoto wa kike mnakuja kupata mimba katika umri mdogo mnakatisha masomo yenu eh. Watoto wa kiume mnapata mashtaka mbalimbali, maana kuna wengine ni wezi, wanafunzi lakini ni wezi. Matokeo yake mnakamatwa eh, katika wizi mnaenda, mnapata kesi, mnafungwa katika umri mdogo eh, au au mnawasababisha wazazi wenu kwenda kulipa faini kubwa kwa vitu vya kijinga ambavyo nyiwe mmevifanya huko shuleni eh, mnapewa na mnarudi nyumbani na hamsemi, mnaongea mna uongo. Acheni tabia hizo, mnawaumiza sana wazazi wenu. Wazazi wenu wana sacrifice sana maisha yao kwa ajili yenu nyinyi, ili muwe na maisha bora. Sasa nyinyi, jukumu lenu ni kwenda kusoma. Mzazi yeye kazi yake kulipa ada, mzazi yeye kazi yake kutoa vifaa vya shule, lakini kusoma ni kazi yako wewe. Kukaa darasani kumsikiliza mwalimu vizuri, hiyo ni kazi yako wewe. Kwa hiyo natakiwa wewe usome vizuri ili umtie nguvu mzazi wako, anatengeneza maisha yako kuwa bora siku za mbele. Wala hiyo sio faida yake yeye, ni faida yako wewe. Kwa hiyo mwanafunzi, wanafunzi, hebu zingatia masomo, zingatia kitu kicho kufanya wewe uende shule, acha hizo tabia zingine, usiwe na haraka. Mambo hayo yote unayoyataka utayapata ukila yani, ukimaliza masomo yako. Utayapata ukila yani, utaolewa ukimaliza masomo yako utaoa ukimaliza masomo yako. Utaishi maisha yako nayo yataka wewe ukimaliza masomo yako. Mtaani sio kwepesi sana tena, hasa kwa mtu ambaye hana elimu. Sisemi kuwa kuwa na elimu ndio moja kwa moja kutafanikisha maisha yako kwa asilimia zote, hapana, lakini elimu inatoa mwanga mzuri wa wewe kuweza kuiona dunia na kujua fursa zilizopo na kuweza kuzifanyia kazi. Pia inakupa wewe kujiamini, unakuwa unafanya vitu vilivyonyoka, sio kubahatisha. Kwa hiyo ukiwa na elimu halafu huku ukajibidiisha huku ulaiani unakuwa unapata wepesi zaidi wa kufanikisha ya maisha yako. Wapo watu, watu ambao wanafanikiwa hata bila elimu, lakini ukiwa na elimu unakuwa na nafasi kubwa zaidi. Ukawa na elimu alafu ukawa na bidii, unakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa. Kwa hiyo wanafunzi Zingatieni hayo mambo machache ambayo mimi nimewaambia. Mimi kaka yenu Lwena Akili Huru nimeamua kuwashauri kwa sababu naona hakuna mtu kwa shauri wazazi wenu wameongea, lakini mjiwasikia na wengine pia wazazi wenu wamesongwa na mambo mengi, hawawezi kuambia hayo mambo kwa sababu wako busy na mambo mengine, na pia hata walimu wenu pia wana mambo mengi, wanaweza wasipate muda kuambia hayo mambo, ila mimi kaka yenu nimejitolea kuambia hayo mambo kwa sababu ninawapenda na nahitaji muwe na maisha bora zaidi siku za mbele. Asanteni sana. Pia wadogo zangu msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Na pia naomba kama mna namna ambayo mnatamani kunialika kwenye shule zenu tuje tujadili mambo mbalimbali eh? nipo pamo, niko pamoja na nyinyi na niko napatikana kabisa. Na kama kuna jambo ambalo mnataka kunishauri hapo, wadogo zangu, napokea ushauri wenu kama wadogo zangu kama kuna jambo ambalo mngependa niongelee zaidi kuhusiana na mazingira yenu ya shule, au kuna changamoto mnazipata huko shule mngependa nizizungumzie, pia mnaweza mkaongea hapo kwenye komenti. Tuko pamoja, asanteni sana.